The day, the time, the speech that's, my name Benji Kumasa Public Informer. Hii hapa ni Marafiki TV, ni channel ambayo inajaribu kukupa taarifa mbalimbali Exclusive news, fashion, pamoja na exclusive interview, na hii hapa leo tumekuletea kwa ajili yako ni moja taarifa ambayo imetrendi sana na ni moja ambayo taarifa imejaribu kuzua gumzo kwenye tasnia ya music tena bongo flavor. Ni miongoni mwa wasanii ambao walitoka mbali safari yao ya mziki aa, ulikuwa aa, wa vipengele pengele kidogo kwa sababu ni mziki ambao ulikuwa una una una mantiki tofauti. Ni mziki wa singeli ambao ulipokelewa uh, kwa muda mfupi, lakini pia hivi sasa umekuwa ume make headline sana. Hapa namzungumzia Dogo Sanjenti ambaye zamani alishirikiana na Dogo Pattern, ndo safari ya mafanikio ilipoanza. Tunajua kabisa Dogo Sanjenti alikuwa chini ya management ya Chino Wanaman, na hapa nazungumzia Chino Kid ambaye alimchukua Dogo Sanjenti na kuanza kumaneji kufanya kazi zake na kuendeleza mziki wake kufikia kwenye nchi ya hadi, lakini leo uh, ime, tumepata taarifa kutoka kwenye uh, management ya Chino, we mwenyewe akizungumza kwamba amempa uh, a uh, muda na amempa nafasi ya kujitegemea uh, Sanjenti kwenye kufanya maamuzi ya kutengeneza muziki wake na pia amempa shukrani sana, lakini pia amempa dua ya kujisimamia yeye kama yeye. Ni miongoni mwa taarifa ambayo watu wengi sana wamechukulia kwa ukubwa, kwa sababu tunajua ukiwa chini ya management uh, ambayo inahitaji kupata huduma yako wewe. Hasa katika miaka karibuni tumeona management nyingi sana wasanii wanavunja, lakini pia wanawekewa vikwazo vingi. Tumeona utofauti kwa Chino Wanaman uh, kumpa na na pasipo kutoa, uh, punishment yoyote kwa Dogo Sergeant kwa sababu ameinvest vitu vingi. Alikuwa anamsimamia kwenye shows, alikuwa anamsimamia kwenye kila kitu, mavazi. Lakini tumeona kajitoa na kaongea tu mwenyewe kutoka moyoni kwamba amemwacha Dogo Sergeant afanye kazi zake mwenyewe. Lakini inasemekana kwamba Sergeant mwenyewe ndo ameomba kufanya kazi zake na kujisimamia mwenyewe kutoka kwenye kampuni au uzamini ambao alikuwa anadhaminiwa na Chino Wana. Tunajua Uh, Chino wanamani ni msanii ambaye sasa hivi naye uh, yupo vizuri. Tunajua kabisa ametoka kwenye dancers, na sasa hivi kuwa mwimbaji na anafanya mambo makubwa sana. Hii ni bongo hit ni bongo entertainment ambayo inajaribu kukuza na kuendeleza tasnia ya muziki wa bongo flavor, kutoa na sehemu moja na kupeleka sehemu nyingine. Kwa taarifa zaidi, usikose kutembelea kwenye platform zetu zote, uh, Instagram pale Marafiki TV, Facebook Marafiki TV, uh, bila kusahau TikTok na Twitter uh, Twitter zamani sasa hivi inatambulika kama X. Naitwa naitwa Benjie Kumasa Public Informer. Tukutane wakati mwingine. Thank you. Bye bye.